Nataka nikisalimia Mwiti ili kama kuna mpinzani yeyote hapa karibu ameacha kuja kusikiliza mkutano wa chama tawala, chama kinacholeta maendeleo, kwa sauti zenu huko aliko adondoke chini na mtungi wake wa maji uvunje wazi yeah. Ekasubire subira, mama Mheshimiwa mwenyekiti wa mwenye kiti, wachama, Chama cha Mapinduzi kata ya Gwarama Guarama, mheshimiwa... ndio maana tunasema Oktoba 29 tunafanya nini? Tunatiki, tunatiki, tunarumika kula tatu. Ya kwanza ni ya daktari msomi Samia Suluhu Hassan, ya pili ni ya kijana wangu Thomas yeah. Ya tatu yeah. Ni ya mdeleko yeah. Ndugu zangu wa Gwarama, mimi wanapenda kuzungumza wakati tunapofika kwenye uchaguzi yeah. Ninawaomba Watanzania yeah. Tuwache ushabiki wa vyama yeah. Tutafakari tumetoka wapi tuko wapi? tunataka kwenda wapi? kwa nini nasema haya? Ndugu zangu Watanzania wa mkoa wa Kigoma, mnajua miaka yote tumekuwa tunalalamika kwamba Kigoma imeachwa nyuma. Leo tunayaona maendeleo kwa macho na ndioanya kwa mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Samia ameupendelea sana mkoa wa Kigoma ametuinua sana watanzania wa mkoa wa Kigoma kwa kuleta miradi mingi. Miaka yote tunalia hatuna lami, miaka yote tulikuwa Kigoma tunaitwa wajinga kwa sababu hatukuwa na shule za sekondari. Leo kila kata na kata zingine mpaka sekondari mbili mpaka tatu. Kazi ya nani? Ya daktari msomi Samia Suluhu Hassan. Alafu leo unakuja kwa alama, eti kuna watu wanajipanga wanaka CCM, kesho wanajiokea NCT kwamba wanataka wapate udiwani kwa alama, waturudi hawawezi, mimi najua kwa alama hakuna fala kabisa. Kwa alama ni kwa wajanja wazi wazi. Waswahili tunasema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Kwa alama oye, ninawatuma salamu kwa ndugu zangu wa ICT, kwa ndugu zangu wa was acheni kutushika makoti na magauni, hii nasema kwa uwazi. avahamagamasha akalimunda ingoma kamenyumukayo Sasa, kama kuna mwana ACT anajifanya, maana hapa imewaona wengine wanaitwa kina Kalimanzira, umuntu maza kuva Kalimanzira kweli sumalinzira

Agripina Zaituni Buyogera, nimewahi kuwa diwani wala majeuzi miaka mitano mama, mimi ninayozungumza hapa. Ndiyo maana nilipewa jina la kamanda mwanamke, ninaruka kama ndege, ninatua kama ninja mpaka kieleweke <todicum> Ndugu zangu wa gwalama, upinzani kwa sasa siyo ishu kabisa. Upinzani hakuna jipya mimi, upinzani nimeishi, nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini, mimi kamanda mwanamke. Kwa hiyo ninaposema Watanzania wa, wa gwalama msifanye mchezo tarehe ishirini na tisa. Ninaelewa ninachokisema. Nyiye ni mashahidi, mkoa wa Kigoma wakati hatujapata maendeleo tuliwashawishi mwingie upinzani, katika washawishi nami nilikuwemo. Wakati ule tulikuwa na sababu, hatukuwa na shule, hatukuwa na barabara ya lami hatukuwa na umeme. Sasa vyote hivyo Samia ameleta. Hatukuwa na chuo kikuu hata kimoja, leo Kigoma vinajengwa vyuo vikuu viwili kwa mkupuo. Yeah. Hivyo yeah. Unaweza kwa ukaacha kweli kutiki kwa Samia ukaenda kutiki kwa ACT, e, chama ambacho hata, hakina tamgombea hata urais. Ninampongeza sana mwenyekiti ulioyaongea kwamba chama kile, ili vyama sasa hivi imebaki ni sakosi. Wakati sisi tunaingia kule tulijua ni vyama vya siasa, na ndiyo maana nimewaambia, ngoma ndaingoma kamenyumkanyi. Sasa hawa kina kabobwe hawa kina kalimanzira, kuna mtu ambaye amefanya siasa akashika madaraka makubwa ya kitaifa kama mimi Buyogera? mimi nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, nimekuwa mbunge. Ile kapeti nimeshaikanyaga, lakini nimeangalia pima maji na unga, nikaona hizi sakosi haziwezi kutufikisha mbali. Rudi kwenye chama cha taasisi. Haya naongea ndugu zangu mimi nikiwa nazungumza kwenye uchaguzi, siangalii rangi ya chama, kwa sababu kula ya mtu iko rohoni. Ninataka nisikie aelewe, na kama kwenu nakuja kuitisha mkutano, waambia Watanzania, wewe CT, wewe ni sisiala ya leo unataka tukupe nafasi uje tufanyie nini? Na pesa utazitoa wapi, wakati huna rais huna serikali? Waambie manake miaka ya nyuma tumewahi kuchagua upinzani mkoa wa Kigoma, majimbo matano yalikuwemo upinzani, likiwemo la kwangu. Leo nenda kaangalie majimbo yote baada ya ku tuliposhinda ubunge tukakaa na wapinzani wenzangu kina David Kafulila kina Moses Machali kina Mkosa Mali hapo Kibondo, mnakumbuka, tulikaa <coughs> wote tukasema, eh, kumbe tulidanganyika. Hizi ni sakosi za watu, alafu sisi tumedanganya Watanzania eti eh, hivi ni vyama vya siasa. Hakuna fala wa sampuli hiyo, wote tuko

Yaani tukaa vigutiji, hata wewe ambaye ni mshabiki, mimi naamini kwa hotuba hizi, hata hao wagombea wa vyama vya upinzani wanaogombea udiwani, wanaogombea ubunge, kwa akili timamu watashauriana na familia zao. Tarehe ishirini na tisa hauna sababu ya kumnyima Samia kula, haipo hata moja kabisa. Tanzania kutoka Kigoma aikumchaguasaba na ndio maana unaona Zitto yuko pale Kigoma leo, anabandika picha yake. Zitto Kabwe anaweka na picha ya daktari msomi Samia Suluhu Hassan, anawahamasisha wananchi, fanya hivyo <tipos> chagua Samia, chagua raiao Li <coughs> <coughs> <coughs> wagwaama hapa uchaguzi mlishamaliza. <coughs> Mimi nikiwa Kigoma nilisikia kwamba kwenye katipo ingia miaka mzee Nelego pale wamekaa kama mtoto na baba, ni kwa nini? Ninawaomba mchague kula nyingi kwa Alan, kwa sababu Alan na Nelego ndio wanaendana, kama kumwombea kula, kwa sababu yule ni mbunge wangu wa chama cha mapinduzi. Maana mana vuye hapa nilipo, huwezi kunidanganya kurudi upinzani mara nyingi tukimaliza uchaguzi anapata cheo Mata. Mimi hapa wa si mnasikia, mwenyekiti wa UWT wa mkoa iki, ni cheo kinini? ivaga mweleke ndio utangaze. <laughs> Baada ya kusema hayo, kwa kweli niwaombe wagombea wangu, naomba msogee hapa.